Mpira wa miguu ni mchezo unaounganisha mataifa, tamaduni na vizazi. Leo hii mpira wa miguu ni zaidi ya mchezo, ni maisha, ni utambulisho, ni historia. Lakini je, umewahi kujiuliza mpira wa miguu ulianzia wapi? Historia ya mpira wa miguu inaanza karne nyingi zilizopita katika China ya kale, kane ya pili kabla ya Kristo, ulikuwepo mchezo uitwao Cuju. Ulichezwa kwa kupiga mpira wa ngozi kwa miguu na kujaribu kuuingiza kwenye wavu uliotundikwa. Wagiriki walicheza episkiros, Warumi wakawita harpastum, na huko Amerika Kusini Wamaya walicheza michezo ya mpira yenye ushindani wa kipekee. Michezo hii ya zamani ndiyo mizizi ya mchezo mkubwa tunaojua leo. Mwishoni mwa karne ya 19 Uingereza ilikuwa kitovu cha mabadiliko. Shule na vyuo vikuu vilianza kuweka sheria rasmi za mchezo na mwaka 1863 pale London lilianzishwa chama cha mpira wa miguu, The Football Association. Hapo ndipo sheria za kisasa zilipoandikwa na mpira wa miguu wa leo ukaanza safari yake ya kweli. Kupitia wakoloni wafanyabiashara na mabaharia wa Kiingereza, mchezo huu ulienea kwa kasi. Afrika, Asia, Amerika, kila kona ya dunia iliguswa. Na mwaka 1904 FIFA ilipoanzishwa nchini Ufaransa, ulimwengu wa mpira wa miguu ulipata mwamko mpya wa kimataifa. Mpira wa miguu ni zaidi ya goli, zaidi ya dakika 90. Ni sauti ya mtaa, ndoto za vijana na fahari ya mataifa ni mchezo wa watu maskini na matajiri, wa jiji na kijiji. Kutoka kuwa Cuju ya kale hadi kombe la dunia, kutoka viwanja vya shule hadi viwanja vya dunia, mpira wa miguu ni historia inayoendelea kuandikwa kila siku, na sisi sote ni sehemu ya simulizi hiyo.